Nyinyi watu wa Raf jue, tumekuwa hapa tukipiga mdomo tukiongea, tunaongea, mnadhani hatujui kufanya mambo, mmetubeba kaa watoto wadogo. Tunawaomba kitu, tunaomba nyinyi, mnajifanya hamtaki kutupea, mnatukimbiza, tumetoroka, mnatufuata. Sasa huyu ni Tushatoa kidini moja, alafu saa hii ni body part ingine. Mnaona sasa tunatumia actions, ndio hii message ifike vizuri, na nataka ifikie kila mtu, hata mafans wa ma, wa Raf, mafans wa Raf, wacha niwaambie hivyo hmm? Hii si yani, hapa hakuna mchezo, mafans wa Raf Watu wa Raf watu wanatutafuta, tukijificha, tukienda wapi, mnatufuata. Warning na saa hii Raf amebakisha kidini moja na tunaitoa pia after one hour. Masaa ikiisha tu hivi tunaangusha yeye juu ya. Kwa nini juu mna amtusikii? Tumejaribu kuwatumia video tukiwaambia, eh, mwachilie kazini Kazi ni wa mkubwa amtaki kusikia, mnatufuata sasa. Hii ni message na nataka kuonesha na niwaambie tu vizuri, hmm. Sasa hii hatutaki mchezo, place imefika sasa. Hatutaki kukimbizana na watoto, hatutaki kukimbizana na watu, tunakimbia mara tunafanya nini? Hii ni warning na ikuwa warning, na nataka ikuwa warning ifikie mpaka mpaka mashabiki, sijui ni nani, wasijua rafu hadi iende Warning rafu hapa hivi, hakuna hakuna, masaa kidogo tu wakufa juu. Kidini moja imeshaenda, na tutauza, tutatua pati zake pole pole, tuuze hadi tupate pesa zetu. Tumeomba pesa, amtaki pesa, amtaki kazi, ni kuharibu biashara, kazi ni kutufuata, kazi tunawatumia video, amtaki kusikia tunatumia tukifunga rafu, hamtaki kusikia. Sasa leo nataka mjione, ndio huyo hapa. roho yake ni kupiga tu, inapiga ako na masekunde, yani ikienda sana, sijui ni siku ngapi. tunatoa body parts zake zote, tuuze tupate pesa zetu. Alafu pia na kutuma message, mjaribu kutuchezea, mwache kututafuta, mfungulie kazeni wa mkubwa, na hatuongee atuo. Mara ma ya pili tukuja kuongea, hata sijui kama tutaongea. Like hii ni mazoea, mnatuzoea na sasa kuonesha kwa, kwa hii dunia zaa, hakuna kuzoea watu kaa sisi, lazima mjue huyu ni Raf I think mmeona, saa hata kazi yake ya kupumua ni Mungu tu amemweka uhai, na ni sisi tumemsamea. Unaona sikumsamea sana kwa ma..., yani tuko na period kidogo sana ya kumaliza. Huyu ni part zake tunauza pole pole, tunatafuta customer ananunua part fulani hadi tupate pesa zetu. Juu hawa vijana wa Raf wana tukiimbiza wakatutoa sijui wape Butere, tukakuja wakatufuata. Yaani, nyinyi hamtaki kusimama, baada ya kuleta pesa mwachilie kijana mwenzetu. Tungeachana na Rafu kitambo, sahii Rafu angekuwa hata na kidini mbili, juu ya upuzi na ujinga yenu na kujifanya watu wajanja, mpaka mnaendea DCI saa hii eh? Mnaona eh? hii hii hii hii kazi yenu, msitulaumu, ni upuzi wenu na kujifanya wajanja sana na kuingia kwa mashabiki wenu na wana-wanadanganya, mnakuja hapa kutufuata fuata paka sijui wapi, atutaki mchezo. This is a warning and let it be the last warning. Na hata kuna warning, yani nyinyi vijana sijui sijui ni wagani hao, naona ni warafu, mnatutumia sijui video mkiwa na nini ndio huyo nataka mtupate. Sasa mtatupata wapi? Mtapata mwili, mnaweza pata hata mwili, mtapata hakuna kitu mtapata, wapuzi nyinyi. Hii ni maiti, maiti imebakisha hii, hii, muda kidogo ikuwe maiti. Lakini viungo vya mwili zile ziko ndani yake, ndo tunadai. Saa hii ako na kidini moja, hiyo ni pesa tukitoa vitu zozote zenye zinaweza uzwa, mpaka tuuze anything ene mtu anadai hata kununua eh? tukipata biashara ndo tunauza tupate pesa zetu. Mlituanza kutusumbua kutoka kitambo, pesa zetu hamtaki kulipa, kutufuata. Mnatufuata na magari, mnatufuata na DCI mapolisi, mnatufuata mmeshika watu wetu, mmeua mwizi mwingine. Yani nyinyi mnaua mpaka mtu wetu yani hamna nyinyi ni kama ni kama message yangu haifikagi vizuri. I think leo leo, saa itafika leo, mmejionea leo, lazima. I think kwa your brains, na mtaacha ujinga hapa. Hakuna kubembelezana, tulijaribu kubembelezana, tukuwa msijui Butere, tukaenda tukaenda tukaenda, tumekuwa wapi huko, kwa Kadino ile tunajua Kadino. Yeah. Yeah, ile inani yetu ya kardin. Sasa, hmm, hapa hivi hapa, supplies imebaki, hatutaki mchezo, supplies imebaki, hatutaki mchezo kabisa, na ilikuwa ikuwe uone. Lakini sasa hii mmefanya hadi hadi tumeonekana watoto eh, kutufuata madisi yae uwa wenzetu kwa video nini? Nyinyi kwani mnadhani si hatuna hatuna uwezo? Huyu ni Rafu, nataka mumuone vizuri, ana uwezo huyu ni Rafu ana uwezo, vitu tu ni yani ana uwezo. Alafu sijui mtatupata wapi Alafu hii mwili yake tukishatoa vitu tunataka tunataka kwenda tuitupe mbali. Hamtampata Rafu, msijifanye sana. Hamtawahi mpata Rafu na nimekataa. Hamtawahi mpata mpaka siku mtafungulia kaze, ni mkubwa wetu, na mtupe pesa zetu haraka ipase, yani araka haraka, yaani ikikuwa haraka kabisa, ikuwa hata leo jioni pesa zetu zikuje kila kitu ndo tuachilie Raf na mko na bahati yako na kidini moja na hiyo, tunataka kuing'oa, right I think yaani, ikuwe warning. Na mnaona vitu tunaendea kufanya, mnaona vitu tunaendea kufanya, na isikuwe tuna mafan sijui ni wa fan sijui ni kuna kijana fulani naonaga sijui wa rafu sijui wanakaaga sijui vijana fulani wanajifanya wakubwa sijui eti wako na nini, mko na nini mleta nyinyi Mnaweza tuweza, kwa nini mnajifanya ukubwa? Sijui wakubwa wakubwa, wa nani? Sasa hii ndio mkubwa wenu hapa? Tuwakubwa, mnajua kukimbiza wawezi, mnaikimbiza nani? Biashara yetu mnaharibu, mnatutishia maisha, kwani tunaishi juu yenu? Mkubwa wenu ndio huyu, mta <gú> nini sijui yani mafans pia wako hapo wa mnada... mn... wenye mnadanganya na mafans nyinyi hapa, kuna hii ni mwili ya Raf na inapumua, wacha niiseme, ni yeye ni... ni anajaribu kupumua kwa mwili ene, tunaenda kung'oa viumbe viungo vya mwili yaani, unasikia sioni raf... kama anaweza ishi huyu ndo kijana mwenye ametuharibia biashara, ametuletea mashida, wenzetu wanauawa maisha yetu iko hatarini, tunatafutwa na polisi, tunakimbia hapa na kula, hatuna amani juu ya tu mpuzi moja ka huyu na wengine wenye wako huko nje. Hawataki biashara zetu zifanyike, mnataka tutoe wapi pesa? Let it be a yani, let it be a warning na ikuwe warning, eh? Yani mtu huyu tunamaliza, ndo watu wenye wako huko nje wanajifanya tu wanaweza tuzuia kazi zetu mku, ndo mkuwe na adabu.